Hello, karibuni sana King B Tutorials, uh, kusikri... kwa siku tunaomba usubscribe ili kutusapoti. Asante. Leo nataka tuzungumzie kuhusu kukata tiketi au kubuk tiketi ya SGR mtandaoni. Kabla tujaendelea, naomba kusubscribe kwenye chaneli yangu ili kunisapoti. Baada ya hapo, unaingia kwenye Google au, au Chrome ama Safari. kama unatumia iPhone, unaandika hivyo hivyo. Unaandika SGR inakuletea hii hapo, unachagua chaguo la kwanza. Baada ya hapo, unabonyeza hapa hmm. Sasa kitu cha kwanza kabisa na cha muhimu sana, kabla hujakata tiketi, inabidi kwanza kutengeneza account, ambapo kutengeneza account kuna information unatakiwa uwe nazo karibu yako. Haya, sawa, tuendelee. Haya, kitu cha kwanza, inabidi utengeneza account. Tuseme labda mimi sina account, tutafanya kwa pamoja. Na log out kwanza kwenye account yangu, unaona kisha log out. Unapobonyeza hapo ukiwa ndio mara ya kwanza unakuja kuwa mtumiaji au kata tiketi au kufanya kitu chochote, basi unabonyeza hapa kwenye login. Login kwa sababu we una account inabidi uingie kwenye sign up mama no, no, kingea kwenye sign up. Unaona kuna registration information hapo, utataka uweke majina yako, uweke namba yako ya passport au namba ya kitambulisho cha taifa kama nida namba, lakini utaweka password, utaweka namba ya simu, uraia. Kwa sababu wewe ni Mtanzania utaweka resident lakini kama wewe ni raia wa kigeni utakuwa na resident, uta confirm password, unaweka tarehe ya kuzaliwa, unaweka email. Alafu hapo kwenye verification, either utumia SMS au kutumia nini, email contact. Kama mnakumechagua SMS, basi namba ya simu na kuweka hapo juu ndipo zile code zitakuja, fu utajaza kama kawaida, lakini kama ni email, utakuta information verification information kwenye email yako, then utaingia kwenye email yako, alafu uta, uta activate Sawa, baada hapo una save information zako. Ukisha save, basi unarudi mwanzoni, inakuwa kama hii ya kwangu. kwa unaingia kwenye login. Mimi kwa sababu nina account, naingia moja kwa moja kwenye login, nachagua account gani nilinayo ni hii hapa, sawa na login. Sawa, nikisha login, unaona ninavyoleta hapa, kuna sell, kuna one way, kuna round journey. Anaposema one way ni safari ya moja, tuseme labda natoka Morogoro naenda Dar es Salaam basi katika mwanakati ya kwenda na kurudi kwa siku moja hiyo hiyo, inabidi ukati nini, ubonyeze kwenye round journey, ambayo ni go and return, ambayo utajaza muda wa kwenda na muda wa kurudi. Sawa, ehe, haya, ah. kwa sasa kwa leo tuanze na tiketi ya moja ambayo ni one way. Kuna bonyeza kwenye one way, una select from, unatokea wapi? Tuseme unatokea wapi, mimi nisema natokea Morogoro, si ndio tu. Unakwenda wapi? Unakwenda Dar es Salaam. Sawa, baada ya hapo unakuja kwenye departure date, siku ya safari ni siku gani? Sema mimi nataka nisafiri tarehe kumi na moja sawa, mm-hmm. Kwa hiyo hapo hapa ilipoandikwa return date ni pale ambapo unakomeka round journey, unarudi lini sawa, lakini kwa sababu sisi safari ya moja inakuwa ni baada hapo una, una search unatafuta, unaona unaona taarifa is up. Mabewa kundi ya saa tatu na nusu saa tatu dakika hamsini na ambapo nafika Dar es Salaam saa tano dakika arobaini Kwa hiyo nitabonyeza hapo, inaletea rangi hiyo. Baadaye hapo unabonyeza kwenye next huku juu, sawa. Inabidi uchague bewa, sawa. Haya, hapa kuna bewa tofauti, inasema reli waika ni bewa, bewa namba ngapi unataka usafiri nalo, sema mimi labda napendelea bewa namba nne. Haya, kwa hiyo nitaenda kwenye bewa namba nne ila kuna watu washafanya booking kwenye WC ya kwanza tukianzia tuki namba moja, mpikenda huko kunaona zimeshachukuliwa. Unaona hizi zimefine tu hizi zimeshachukuliwa na huwezi kuinunua tena, sawa. Mm-hmm, na inabidi tujue, kuna madaraja matatu kwenye treni, kuna madaraja matatu. Na daraja la kwanza ni loyo, daraja la pili ni business, la tatu ni uchumi economy, na nauli zake ni tofauti tofauti, sawa. Haya, mimi semeni safari yangu hapa kuna siti, tuangalie hapa siti ziko zaina tofauti tofauti, unaona kuna sehemu ziko ta ha? haya ha? sema mimi hasa kiona ni banana, nataka nichague hii ambayo tunakuwa tunachachi, tuseme nichague siti namba nane. Unaona ushachagua siti namba nane, inaleta rangi kama hii, na maana hii wewe usha iokupai. Baada hapo inakuja unaona, huko taifa zimeba zimebadilika hivyo, unaona nauli, unabonyeza next. Ukishabonyeza next, inabidi ufanye malipo, unabonyeza kwenye payment. haya kwenye kubonyeza payment unabidi upate control number ili uweze kufanya malipo. Kwenda bonyeza kwenye get control number. Hii hapo iko na get control number. Control number yangu ni hii hapo. No, unaona? Kwa hiyo hapo mimi nitakweto nitakopi control number yangu. Haya. Haya sasa njia kufanya malipo. Either unaweza kuchagua uende kulipia benki upewe receipt au kama ilipo kwenye simu unaweza kulipia kwenye simu moja kwa moja. Kwa kama io kwenye simu moja kwa moja unabonyeza kwenye pay with using mobile money sawa e, lakini baadaye hapo inabidi uchague unatumia mtandao gani. Mimi natumia labda mix mix by by yes, nitabonyeza kwenye mix by yes alafu send sms. Kwenye send sms ni hapa. Kama kwenye simu yako ilikuwa na hela, basi hela itakatwa kiasi hicho moja kwa moja kama Utafanyaga malipo ya moja kwa moja ya mtandaoni, utakunua bando hivyo hivyo kama kawaida. Baada hapo unakuwa umemaliza mm -hmm. Lakini kwa sababu sasa kufanya malipo itabidi ni cancel bill, sawa? cancel mm -hmm. Baada hapo nitarudi hapa, sawa. Nenda kwenye ticket, kwenye ticket hapa itabidi nitoa namba yangu upate tiketi ya leo mm -hmm. Kwa namba yangu hapo naona na search Tiketi not found. Hizi zinaonyesha mda muda isha expire, lakini kukiwa na tiketi ambayo ilikuwepo tayari tiketi yangu ningeiona hapa chini sawa, mm -hmm. Sasa kirudi, nataka kuambia hapa, ukisha kata ukishamaliza, basi kesho au siku ya safari ikifika, unaenda ofisi za wakata tiketi mle ndani, watakwambia tunaomba control namba yako, unawapa control namba ya kwako au unawatajia, kisha watajia wana kujeneretia tiketi tiketi yako nzuri. Basi, unakuwa umemaliza. Asante. Tumeishia hapo kwa leo. Na Nakamu... karibu na usubscribe. Asante ili kutusupport. Asante.